Mahakama imesitisha utekelezaji wa sheria mpya kuhusu udhibiti wa mitandao iliyotiwa saini na Rais William Ruto juma lililopita. Hii ni kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga sheria hiyo. Haya yanajiri huku viongozi wa kidini wakimkosoa Rais Ruto kwa kutia saini ya sheria hiyo tata pamoja na ile ya ubinafsishaji wa mashirika ya serikali. Brenda Wanga anatuarifu zaidi. Baada ya marekebisho ya sheria yenye utata ya matumizi mabaya ya kompyuta na makosa ya mtandaoni kupitishwa na rais William Ruto, mahakama kuu imesimamisha utekelezaji wa vifungu vya sheria hiyo. Walalamishi katika kesi hiyo akiwemo mgombeaji rais wa mwaka 2022 Ruben Kigame walifikisha ombi lao mahakamani chini ya cheti cha dharura, wakisema kwamba sheria mpya ni kinyume na katiba, inakiuka haki ya kujieleza, uhuru wa kujieleza na hatua za kiutawala za haki walalamishi hao wanadai kuwa sheria hiyo inaleta vipengee visivyoeleweka na vya kupita kiasi ambavyo vinaharamisha kujieleza mitandaoni na kudhoofisha sheria ya Kenya ya kulinda data ya 2019. Jaji Lawrence Mugambi alisimamisha utekelezaji wa sheria kuhusu udhibiti wa matumizi ya mitandao. Hatua hiyo ya mahakama inajiri huku viongozi wa kidini nchini wakimkosoa Rais Ruto kwa kile wanachosema ni kuwakandamiza vijana ambao wanatumia kompyuta na vifaa vya kidijitali kwa wingi. Wanasema sheria hiyo inawalenga wakosoaji wa serikali. Wa chama cha makanisa na makasisi nchini, katika taarifa yake, kimeitaja sheria hiyo kuwa ya kuadhibu, ya uonevu na kinyume cha katiba inayofanywa kwa nia mbaya. Viongozi hao wa kidini pia wanapinga sheria mpya kuhusu ubinafsishaji wa mashirika ya serikali. Wakati serikali inasema inalenga kuboresha mashirika ya serikali yasiyofanya kazi ili kukuza uchumi, wakosoaji wanaonya kwamba inaliondolea bunge jukumu lake kuu la uangalizi.

Minister, former Right Honourable Raila Amolo Odinga. So it was purely a coincidence. Katibu wa usalama Raymond Amolo pia akiwataka Wakenya kuachana na kile anachodai kuwa ni habari za kupotosha na kutilia maanani yaliyo kwenye sheria mpya. Kesi ya punde zaidi pia ikiwasilisha mahakamani kuhusu sheria hii. Mlalamishi Francis Awino katika ombi lake anasema kuwa sheria iliyorekebishwa haikuleta tu vifungo kandamizi na kinyume na katiba, bali pia inakiuka uhuru wa kujieleza. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.